E, chairisha uchaguzi fuoni, lakini mjane aiomba mahakama isiondolewe kwenye nyumba e, mjane aomba mahakama asiondolewe kwenye nyumba hiyo. Ni habari ukurasa wa sita kwa gazeti lako la Mwananchi. Lakini mauaji ya mke kumzika chumbani, hukumu ya kunyongwa ilivyopita. E, mauaji ya mke e, kunyongwa e, ilivyopita hukumu ya kunyongwa ilivyopita, hayo ni mauaji ya mke. Habari kuunganisha mchuchuma Mbamba Bay na Liganga, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi. Palestina yabakiza ngazi moja kuwa taifa huru eh, inaendelea ukurasa wa nne kwenye gazeti lako la Mwananchi, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti la Mwananchi, tuangazie gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii linaandika, aliyedaiwa kuua mke aachiwa huru kwa kukosa ushahidi. Aliyedaiwa kuua mke aachiwa huru kwa kukosa ushahidi. Lakini namna miradi ya maji ilivyoleta ahueni mjini vijijini. Namna miradi ya maji ilivyoleta ahueni mjini na vijijini lakini mke adaiwa kujiteka ataka mume atoe milioni kumi. Mke adaiwa kujiteka ataka mume atoe milioni kumi. Lakini mahakama ruksa ACT wazalendo kumstaki msajili. Mahakama yatoa ruksa ACT wazalendo kumstaki msajili. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu wa gazeti lako la Nipashe. Lakini Samia, tutatumia akili unde kwenye kilimo huyo ni Samia asema tutatumia akili unde kwenye kilimo. Lakini haifariji familia ya Abasi Mwinyi ada tadea kujenga mji wa kiteknolojia. Cha umma yasikitika waliosusia uchaguzi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini kwa chana gazeti Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Taifa Leo linaandika upinzani wa chengana. Ndio ni gazeti la Taifa Leo nasema upinzani wa chengana wizara mbioni kutoa fedha za hazina ya CDF lakini timu Kenya yatishia kususia mbio za dunia. E, timu Kenya asusia ku, e, kujitoa, e, mbio za dunia. Na tukichana gazeti lako e, la Taifa Leo e, kwenye kurasa wa mbele, tuangazie gazeti lako la Mwanahabari gazeti bora kabisa, linaandika Tanzania inalani kuibuka upya ukiukwaji wa sheria za kimataifa huyo ni Dr. Mpango huko barani endelevu, ukurasa wa saba. Lakini Zito apiga kampeni eh, nyumba kwa nyumba Kigoma. Eh, ni Zito Zuberi Kabibwe apiga kampeni za nyumba kwa nyumba Kigoma. Lakini Mtwara afunga kazi hiyo, eh, ni ziara Dr. Samia Suluhu Hasani, anasema Mtwara funga kazi. Usanifu barabara ufanyika kabla ya ujenzi, huyo ni mhandisi tarura atoa neno, hiyo ni ambayo kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele. Lakini huku gazeti lako la Wamachinga sauti ya Wanyonge lenye linaeleza e, Shikamo Mtwara hilo ni gazeti lako la Wamachinga e, huo ni utitiri e, wa wanachama Chama cha Mapinduzi CCM kumlaki Dr. Samia. Anasema e, Shikamo Mtwara. Lakini wasira wananchi wanaoimani na Samia Oktoba wataonesha kwa vitendo. Lakini Dr. Mpango ahutubia kikao cha 80 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Dkt. uh, Mpango uh, tu bia kikao cha 80 cha baraza kuu la Umoja wa Mataifa, lakini uelekeogazeti lako linaandika Tanzania yalani ubabe kupora rasilimali za Afrika. Lakini wasusa hotuba ya Netanyahu akitaka wa Palestina wapuuzwe, uh, ni baada ya kuna kikao cha Umoja wa Mataifa, uh, kusimama uh, Benjamin Netanyahu na kuanza kuzomewa uh, na viongozi wa dunia uh, wasgine, wasusa lakini Dkt. Samia kuandika historia mpya kusini, reli ya kisasa kuunganisha Mtwara, pembejeo bure kwa wakulima, akili unde kutumika kwenye kilimo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo ukurasa wa mbele. Lakini tukichana gazeti lako la uelekeo, tuangazie kwenye gazeti lako la habari leo lenye linaandika habari kubwa inayosema zito atamba anafunguo za maendeleo Kigoma mjini. Huyo ni Zuberi Kabwe asema anafunguza maendeleo Kigoma mjini. E, Malagarasi e, chama, chama samaki viumbe hai wafa mto Maragarasi, Siro agiza uchunguzi, wananchi wazuiwa kula kitoweo eh, mji ya maji yake eh, samaki viumbe hai wafa mto Maragarasi Siro e, huyu ni mkuu wa mkoa wa Kigoma, agiza uchunguzi, wananchi wazuiwa kula kitoweo na maji yake kutumika. Hiyo ni habari kule saa tatu kwenye gazeti la kule Habari Leo. Lakini huru gazeti lako linaandika habari kubwa inasema mgombea wa urais system kutikisa pwani kesho yuna habari ukurasa wa tatu. Lakini kafu kusimamia sheria za ardhi kuwa za Kiswahili huko kuna habari inasema, Nchimbi aeleza umakini uteuzi wa gombea wa chama cha Mapinduzi na Dr Samia kuleta teknolojia ya kilimo, yuna habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini bari kuna habari inayosema Tanzania yalaani kiukwaji wa sheria za kimataifa huku Rais Samia aifariji familia ya Mwinyi ni baada ya kuondokewa na Dr Abasi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele, na gazeti lako la, la Zanzibar leo lenye habari kubwa inayosema inakiasitisha uchaguzi wa bunge Fuoni. Mamia wa mzika Dr. Abasi e, mamia wa mzika Kapteni Abasi Mwinyi, viongozi wananchi wa mpapole Dr. Mwinyi. Lakini tutawekeza teknolojia kwenye kilimo, huyo ni Dr Samia Atoa neno. Lakini kuna baadhi wanasema tuendelee kuiombea dua nchi yetu, huyo ni Hemedi, anasema tuendelee kuiombea dua nchi yetu. Lakini ile kiasi itisha uchaguzi wa bunge Fuoni. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti la Zanzibar leo. Lakini kimataifa askari wa Seychelles wapiga kura ya mapema. Askari wa Seychelles, e, wapiga kura ya mapema. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar leo. Huku gazeti la kula taifa Tanzania uzalendo kwanza linaandika habari inayosema E, wananchi waingia hofu, ahadi utitiri zinazotolewa na wagombea. Wananchi waingia hofu, ahadi z..., e, utitiri zinazotolewa na wagombea. Lakini TRC inataa kuunganisha njia ya reli na anga kukuza uchumi. Hilo ni gazeti lako la taifa Tanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania tuangazie kwenye michezo na burudani. Taifa Tanzania, gazeti lako linaandika habari inayosema, alikamwe mfumo umetiki wananchi, twendeni kwa Mkapa tukafurahie leo ligiri. Simba kucheza kesho bila mashabiki kwa Mkapa. Alichoandika rais wa Yanga kuhusu Ali Kimara, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini maema mwendo wa, wa mateka kwa Moris, hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini FIFA UEFA yashauriwa kuisimamisha, ya ya kuisimamisha Israel eh, mashindano ya kandanda kimataifa. FIFA na UEFA yashauriwa kuisimamisha Israel mashindano ya kandanda kimataifa. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika kwenye michezo, KMKM yatinga hatua ya pili ya kombe ya shirikisho, Yanga yatamba kuweka rekodi leo. Simba yaingia kambini ku ya winda Gaborone United. Hiyo ni habari eh, eh, pia inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar Leo ukurasa wa michezo, huku gazeti lako la, la Habari Leo linaandika matola ushindi wa Simba ishara njema, lakini Tanzanite Queen kutetea nafasi ya kombe la dunia. Yanga mna ndege FC Singida Black Stars dimbani leo, lakini kimataifa Yamar kurejea dimbani kesho, na gazeti lako la, la Nipashe aandikaaka mbinu za kuimaliza wiliti leo. Simba haijapoteza ufunguzi misimu 18, yuni habari kwenye gazeti la nipashe kwenye kurasa za michezo. Huko gazeti la Mwanaspoti linaandika wikendi ya moto eh, hii ni gazeti la Mwanaspoti likiwa na ratiba ya mechi mbalimbali mbali, e, za leo duniani lakini linaandika wikendi ya moto. E, Mfaransa apiga mkwara singida ya sakarekodi